Hivi ndivyo hali ya ubovu wa miundombinu ya barabara katika maeneo ya kata ya Ufukoni, ni kati ya maeneo yanayolalamikiwa yakikwamisha baadhi ya upatikanaji wa huduma za kijamii ikiwemo usafiri na usafirishaji ndani ya halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Bizako tunanua kwa bei rahisi kabisa sokoni, akitokana na hali ya bili, hali ya bodaboda kuea bei kubwa, maana akichukua mtu kutoka sokoni hadi hapa zamani ilikuwa shilingi elfu moja mia tano, shilingi elfu mbili. Sasa hivi jinsi ambayo kwa mjini ni shilingi mia tano. Sasa ukitoka sokoni hadi hapa ni shilingi elfu nne. Huku kwetu ni shilingi mia sita au shilingi mia saba. Serikali waangalie wachanganue hizi barabara za mitaani kama hawa jamii wameweza kujenga majumba ya kifahari namna hii lakini changamoto ya wa barabara wanapata shida sana mno. Mimi hapa leo hii, hapa nimemhesabia leo nifuata kule, zaidi ya bajaji nne wamekataa Ubovu wa barabara, akina mama wanajifungulia njiani. Wengine wanafariki, wanakufa sababu hamna wa barabara kuwabeba. Unachelewa mtu unaenda unamshika mkono, unamshika mkono anatembea, anashindwa kutembea. Mwingine anadondoka anakufa, mwingine anajifungulia njiani. Ama mimi ambaye ninazungumza, nimeona gari limepaki kule, haifiki nyumbani. Kwa hiyo wananchi waliopo upande huu wanahisi kwamba wametelekezwa na serikali yao. Hivyo eh, tunaamini Huenda kilio akijafika sehemu husika, na sasa tutumie nafasi hii kuiomba serikali. Tunaamini watakapoona e, ujumbe huu kutoka Mtwara manispa, e, kata ya Ufukoni kipande hiki cha California, e, wananchi wapo chini ya miguu yao kuomba waletewe huduma hii. Amethia Thumani ni kati ya wenyeviti wa mitaa akiwa mbaye mashariki amethibitisha namna changamoto hizo zinazowaathiri wakazi wake. Barabara unaathiri kwa sababu usafiri na kwa kidogo ni changamoto, watu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine hawaendi. Kwa mfano hapa barabara kubwa ni barabara mbili tu, ya fadhali umbo ile kubwa ambayo imechongwa, lakini kuna nyingine ile ya Salem Road. Salem Road kuna mkandarasi yupo, lakini bado haijafanywa ukarabati. Wametuambia bado tusubiri, kuna ukarabati utaendelea pale. Sasa sijajua tatizo ni nini, changamoto ni nini kuhakikisha ile barabara ina, inafunguliwa na hii hapa yenyewe hapa fadhali umbo imesimama. Sasa sijajua changamoto ni nini, lakini changamoto kubwa yenyewe inayochangia mifereji ya maji, barabara ikitengenezwa mifereji ya maji haitengenezwi na vizimba haviwekwi. Hatua hiyo ilinifikisha kwa wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA, wakieleza namna hali hiyo walivyoipokea na hatua wanazozichukua. Mji wa Mtwara ni mji ambao unakuwa kwa kasi, hivyo mahitaji ya barabara pia yanakuwa ni makubwa. Tuna kuna barabara ambazo TARURA tunazihudumia kwa asilimia mia moja, lakini kuna barabara ambazo wananchi wanazianzisha kutokana na ukuaji wa hii miji Barabara hizi huwa tunashirikiana vizuri na mamlaka nyingine kuhakikisha zinakuwa kwenye hali nzuri na zinapitika. Maeneo yenye changamoto tuna, tunaendelea kuyapitia na tunaendelea kuyachukua ili kuyaingiza kwenye vipande kwenye, kwenye vipaumbele vyetu na kwenye bajeti hii ambayo tunakwenda kuitekeleza ya 25/26, maeneo mengi yataguswa na barabara nyingi zitakuwa zinapitika kwa uhakika zaidi. tumeshautambua na tunauingiza kwenye vipaumbele vyetu kwa zile barabara ambazo zinatambulika ambazo zimesajiliwa na Tarura. Kwa mujibu wa wakazi wa mitaa ya kata ya Ufukoni, wameomba jitihada zifanyike ili kunusuru hali hiyo, ambayo pia ukuaji wa mji katika maeneo hayo unafanyika kwa kasi kubwa ukilinganishwa na uwepo wa makazi mapya yanayoimarishwa. Kutoka Mtwara, John Kasembe, Azam News.